Zuri. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingo wa rehema kutujalia baraka tele kuamka siku ya leo, mm. Tanzania ngumu, kwenye ligi ya NBC, kwenye leo mnacheza kwenye CRDB Bank Federation Cup. Kwanza sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu katika ligi kuu Tanzania bara hakuna timu ambayo inamtisha Yanga Afrika. Hii inakwambia katika timu sisi hatugomi kucheza kwa sababu tunaiogopa timu. Sawa, so, hmm. Eh, sisi tunaogopa kucheza kama Real Madrid na Barcelona kila wakikutana anafungwa Madrid. Ah, kama sisi, na Simba wakati ukikutana Simba anafungwa. Kwa hiyo sisi hatumuogopi Simba. Sisi tunataka kanuni zifuatwe. Umesahau ile ya mkandaji? Mkandaji mwaka gani? Yeah. Kashapigwa double to double mara nne. Sawa. So, hmm. Tunaenda sisi leo tunataka kwenda kucheza na JKT kwenda kumuuliza maswali. Hmm. Ya kwamba. La mechi ya kwanza tulimfunga goli nne. Mechi ya pili alienda kukataa nyumbani kwake ikatoka suluhu. Sasa leo tunakuja uwanja wa Mkwakwani, tunataka kwenda kumuuliza Meja ya Samuyo alipataje suluhu. Tunamuuliza hapa Mkwakwani leo, hapa Mkwakwani tunampa maswali Meja ya Samuyo alipataje suluhu, kwa sababu leo kikosi cha Yanga Afrika anaenda kukosekana, yao wachezaji wote wapo na hii mechi tunaitaka tofauti na watu wote wanavyofikiria. Hii mechi ni muhimu sana ya kundani ya Yanga Afrika, kwa sababu kuna watu wanakaa wanazungumza sisi tunawaogopa wao, kuna watu wanakaa wanasema sisi tunamwogopa mpanzu. Kama sisi tunamwogopa mpanzu, sisi leo tunataka tumfunge JKT wao wamfunge Singida wasitoe kisingizio, alafu tukutane tuende kuwaonyesha watu wapi panapovuja wanavuja. Sasa uone wale wanavuja ndani ya dakika 15, finali unaenda kuruhusu goli mbili. Wao waliwahi kuona finali gani? Eh? Nisikilize, usiniambie dakika 45 zilizobaki, haijafungwa ndio timu ya kwanza Afrika finali ya kwanza, ndani ya dakika 15 timu inaruhusu goli mbili, ndani ya dakika 90 timu haijapiga shot on target. Eh? mimi sijasikitika. Eh? Oh, mimi nilifurahi sana. Mimi sikusikitika nilifurahi sana na nililala usingizi mzuri sana hapa Tanga. Ila nilimlaumu leva kwa nini goli la tatu kalikataa? hakuna ofsaidi wale, hakuna ofsaidi lefa. Jana alikuwa upande wa Simba kupunguza magoli. kama lefa angekuwa anachezesha haki jana, kwa tunaenda kuangalia mpaka Jumatano, Jumatano. Jana kwa tunaona Jumatano tuta mbili lefa kameza, hataki kuenda kuangalia vijana Hakuna mtu asiona mawasiliano, walifanya mawasiliano, hakuna mawasiliano. Mbona hapa mechi na Afrika walienda vyeihala kule kulikata nini? Wewe uliwahi kuona wapi mtu anashika afu anachwa ndani ya boxi, mtu anashika mkono sawa? So, ile penalti ya wazi um, siushaelewa. Sisi tunachoomba kazi tayari ishashindikana. Tuliwaambia yale mashindano yana wenyewe fainali kuna watu wenyewe wa kucheza nitatoka Stesheni mpaka Mbagala pekupeku. Nitatoka Stesheni mpaka Mbagala pekupeku kwa almasiri. Mi nilivyoangalia mechi ya kule, hapa nilikuja nikasema, nasubiri matokeo, siushelewa sababu niliwaona wadhaifu. Lakini kwa barekane, mpira waliocheza jana barekane, Simba kama anakuja kubadilisha matokeo sawa, Zanzibar. Kama Simba nenda kubadilisha matokeo Zanzibar, basi viatu mtanishikia nyinyi viatu vyangu mimi nitatoka stesheni mpaka Mbagala kwa miguu. Kwamba haiwezekani. Haiwezekani. Haiwezekani. Ha. Kwa sababu jua mimi naongelea mpira. Siongelee watu midomoni wanavyoongea. Nimeangalia mechi ya jana. Sawa. Katika mechi ya jana, Simba aja, ndani ya dakika 90 hajapiga shot on target hata moja. Kapiga shot off target tatu. Unacheza finali hivyo, shehe wangu. Eh? Yeah. Fainali ndio anacheza hivyo, unapiga kelele kwa watu. Tunabeba hivyo Yanga ugenini, fainali alipata matokeo, alimuua mtu nyumbani kwake pale pale nyumbani kwake, moshi moshi unachomwa. Sawa. Uh, mtu alichukua chuma moja kule. Sisi tulikosa ubingwa, sio kufungwa. Nini? Sisi tulikosa ubingwa, sio kufungwa. Sisi tulikosa ubingwa, kanuni. Wewe si juwa, Benjamin hakuna kanuni hapa. Nilikwambieni mechi inaisha moroko, mechi imeisha, she wangu mtoto wa Ndunguru unakwambia yeah, mechi ishaisha yeah. Zanzibari, uwanja wa Zanzibari hauruhusiwi kuchimbwa ah -ah. Na ndio maana unaona wanalialia yeah, mpaka leo wanaikataa kafu yaani yeah. Kafu wamethibitisha mechi inachezwa ni wa amani yeah, wao wanakuambia mechi nachezwa Benjamin William Mkapa, sio. Tusubiri tutaona wapi panapovuja, sisi tunawasubiri yeah, wacheze huko walukeruke, wagawe magori huko, sisi tunawasubiri sisi leo tunaenda kumpiga jeketi Tanzania, mvua inyeshe, jua liwake, jeketi uwanja huu atoki. Asante.